Uh, Kafu na vigezo vyao, Kafu na vigezo vya matumizi ya aina ya viwanja wanavyotaka. Uh, inavyoonekana hawaridhiki na ubora wa pitch namba <coughs> sio ubora wa uwanja pitch, mechi ya mwisho na Almasri, nadhani ili ndio ilikuwa ya mwisho kuchezwa pale baada ya pale, kafu akauondoa uwanja wao hawajaridhika. Sisemi kwamba uwanja haujatengenezwa, lakini vigezo walivyoviweka hawajaridhika na ile pitch ya Benjamin Mkapa. Na mimi nadhani e, serikali imefanya wajibu wake. Juzi nilimsikia waziri mkuu, jana Mheshimiwa Waziri Mkuu ameongea yaani yeah, nikasema huyu kweli ni waziri mkuu, jinsi alivyoongea tofauti na baadhi ya viongozi wengi katika jisakata hili. Sema sisi kama serikali, kasema tumetimiza wajibu wetu kutengeneza infrastructure ya uwanja. Sasa nani mwenye mamlaka ya kusema mechi ichezwe wapi? Sio sisi tena, ni shirikisho la kabumbu Afrika, KAFU, pamoja na mashirikisho mengine kama FIFA kama TFF, lakini wao serikali haiwezi kupanga. Ingetamani mechi icheze hapa, lakini wanaopanga kwa sababu ya vigezo vyao ni KAF ndio, ni mashindano. sasa nimeona sakata hili limeharibu taswira na linaharibu taswira ya, ya, ya, ya, ya uzalendo wa nchi the way inavyozungumzwa Zanzibar ni nchi jirani nyingine wanaosama hivyo, ni baadhi ya viongozi. Haipendezi vigezo wanavyosema vya watu elfu sitini, it's not true. Kwa watu elfu sitini huku elfu kumi na tano ndio nini? Unajua kafu wanalipwa ama bilioni ya pesa na watu wa broadcaster, unadhani CAF wanahitaji gate collection zaidi kuliko hela wanaolipwa na broadcaster. Billion of money unazungumzia watu elfu sitini kapasiti ya watu elfu sitini unasahau kuna watu zaidi ya milioni mia nne mia tano wataangalia kwenye TV watapeleka kwenye jaruba lile pale ambalo mvua tu linasikia leo ya Dar es Salaam imeshaharibu, ukanyaga hivi kuna tope. Kafu hawezi kubali fainali yao tena iliyobeba jina lao ikachezwe kwenye uwanja ambao wao wanasema haukidhi vigezo. Hiyo hiyo hiyo hiyo suala la... Namsikia mmoja anasema unajua, ile barua ilikuwa ya mapendekezo. Hakuna mapendekezo decision, imeandikwa sio mapendekezo decision, maamuzi kafu. Wapendekeze kuchezesha fainali we wape hauwape kafu. Mnaandika mainstagram ma namtumia Motsepe hasomi Instagram hana hana alafu hii jambo kubwa hii ni final msiangalie vigezo vyenu tu vya watu elfu sitini na kama kuna watu wamekata tiketi elfu kumi na tano na tena mmepewa karibu siku kumi za kuambiwa mechi haipo vipi wakati ule kuna watu walikata tiketi elfu sitini saa tisa mchana mkairisha mechi hamkaakufikiria wale au wale sio watu tena elfu sitini tiketi elfu sitini zimeuzwa mpaka leo wale watu nawafikiria? Aa, elfu kumi na tano ambao washakata. Alafu mwakali simmonyee Champions League msha qualify, mtazitumia mtazitumia. Lakini mechi hii kila mmoja angetamani ichezewe kwa Mkapa hata hata, mimi ningetamani ichezewe kwa Mkapa, si ndio? Uwanja wetu wa nyumbani. Lakini vigezo havijatimia walivyoviweka kafu na Zanzibar ni sehemu ya Tanzania, wazanzibari watajisikiaje? Oh, mechaifai. kuna mmoja anasema Zanzibar kuna chakula ghali, chipsi mayai tu elfu kumi na tano. Ndiyo maana wakati fulani wazanzibari wanaongea ongea maneno hivi, wanajiona kama wanatengwa. kuna dhambi gani kuchezesha mechi pale af? kapasiti ndo inayoshinda ya watu shindi Yanga alimfunga si, nani kule nani Algeria kule, si watu wangapi walikuwepo wale? Eh, na kelele zote zile. Mimi nadhani kama kama Simba wanaamini kikosi chao na kafu, wamesema mechi itacheziwa Amani stadi, wakatafute goli tatu washinde kikombe. Zanzibar dar es salaam yote sehemu moja, mara ngapi washacheza kule washashinda wow. Fainali nyingi Zanzibar Central washachukua pale namfunga Yanga kigezo tena wakati ule Amani ilikuwa na watu elfu nane si elfu tisa nani fainali iko. Kama mimi ningeshauri hili jambo tulichukulie katika muktadha tofauti, tusiliendee pupa, hasa kwenye levu ya kiuongozi, kwa sababu ndani ya Simba kuna wachezaji wa Zanzibari, wanajisikiaje? Kini kubwa zaidi kuna viongozi wa Zanzibari ndani ya Simba Salim, again, ni Mzanzibari mm, ni board chairman unaruhusu vipi? Zanzibar inatajwa ina fu kama vile ni kitu, wala Zanzibari wanaona vipi watu? La, hawa watu jamani, tungelitafutia nafasi ya kulia. Nadhani hawakushauriana vizuri, baada ya maamuzi walipanic walipanic total, walipanic kwa sababu ile ishamuliwa mechi. Watu wa broadcasting washafika pale, watu wa branding washafika, wanafanya maandalizi. So finally timu ya branding ya TFF, ya CAF zote zipo Amani Stadium sasa hivi zinatengeneza mechi ya fainali, na sisi tunasubiri fainali na uwezo kushinda ingawa sio rahisi kwa sababu ujue Berkane wanacheza kwa discipline, lakini wanayo nafasi ya kushinda na uwezo. Ndo sasa hapa lazima tu Simba na Yanga sasa zitoke huko, uwanja wa Mkapa mani vibaki viwanja kwa ajili ya matukio ya timu ya taifa na nini. Lazima sasa tutengeneze viwanja vyetu popa hata kama sio vya kapasiti ya watu elfu hamsini, elfu kumi na tano mpaka ishirini, Simba na Yanga kwa ukubwa wake kumiliki viwanja hivi ni rahisi sana. Mi nasema na nimekaa hizi klub zote nazijua, ni ni, ni will tu ha ile ile will ya kiuongozi ya klub zote mbili haiko tayari kujenga hivi viwanja lakini wakiamua wanajenga. Kwa hiyo sasa kaf hawatapanga tena simba mechi ah, wana uwanja wao Bunju, yanga wana uwanja wao pale Jangwani, viwanja vya TFF Oh, sorry. Kiwanja cha Mkapa, Amani Stadium, Gombani, CCM Kiruba vibaki kwa ajili ya matukio ya timu ya taifa, ligi. Clubs nyingine Simba na Yanga wanapaswa wawe na viwanja vyao, na generation ya kiuongozi inayoweza kufanya hivi ni ESA. Sio vya mazoezi, viwanja vya kuchezea mechi, viwanja. Timu hizi zinakaribia miaka 90, vipya vina viwanja mi katika kitu ambacho siko si, si, katika uongozi na- na na nakijutia labda, lakini ningefanya nini? Mimi nilikuwa msemaji tu mm, sijatimiza wakati nikiwa spokesman wa Simba wala Yanga ni kuacha alama za viwanja wallahi, naniuma sana, naniuma, sikuwa na namna, lakini nilifanya jitihada za mm. kuongea, kuwashauri viongozi Naumia kusema kweli, haiwezekani. Ndio haya yanatukuta sasa. Mechi Mkapa, Mkapa wenu vile namani vile, na, na Mkapa wote jamani. <laughs> Mimi nadhani nimemaliza. Kama Mtanzania niwatakie kila heri kwenye mechi yao ya fainali, Amani Stadium pale, niwatakie heri mm, uh, fainali iyi imalizike kwa salama na akiwa jalia washinde, so mbaya, tutafurahi kama nchi. Kama Yanga, of course, kelele zitakuwa nyingi na na, na, tutazivumilia lakini mechi sio rahisi hivyo, lakini itawauma eh? Itawauma Simba wakianza kuchukua kombe, hapana itawatuma. Ni sasa ndio majaliwa hayo, ni majaliwa tu hmm. Eh, majaliwa, lazima kuna siku kombe cha Afrika kije Tanzania. Kama sio mwaka huu, mwakani kitakuja tu kitakuja tu. sisi hatujalaalika. Hmm, koli mambo ya mpira tutakuja, tutakuja haijulikani. Kama mwaka huu ataweza au mwakani Yanga ataweza basi, lakini kitakuja tu, tuombe salama. Sawa, shukrani.